Tunapokimbilia etu tunasema, tunatafuta maendeleo. Hatuwezi kupata maendeleo kwa kuja kuwekwa barabarani, tunakuwa hatuna tofauti na mzululaji. Penzi mtazamaji, ilikuwa wa kwanza kupata matukio, tafadhali bonyeza kitufe cha subscribe kama mshale unavyokuonyesha. Chama cha ma, wafanyakazi maroli Tanzania na nazungumza nikiwa katika E, barabara inayotoka e, Ubungo kuelekea Ubuguruni na mbele ya kamera yako mtazamaji, imekuwa ni foleni ambayo imechukua takriban masaa sasa takriban masaa sita, ambayo yamesababisha e, foleni, ukubwa wa foleni mtazamaji unaoweza kuiona katika barabara hii, kumbuka ni, ni barabara ya Mandela Road, barabara inayotoka Ubungo kuelekea Buguruni imesababisha e, foleni, magari mengi sana yamekwama katika barabara hii mtazamaji, na hapa tunaenda kuzungumza na madereva watuambie wao kwa uzoefu wa kazi hii E, chanzo kinaweza kikawa ni nini e, ambacho kimesababisha e, foleni hii. Kumbuka hii ni Chawamala TV, tunapatikana katika mitandao ya kijamii kwa jina hilo la Chawamala TV, Instagram X, tunapatikana kwa jina la Chawamala TV lakini pia Insta, Twitter e, kwa sasa ni X tunapatikana kwa jina la Chawamala TV lakini pia pale mjini e, YouTube tunapatikana kwa jina la Chawamala TV. Ungana nasi tunapoenda kuzungumza na dereva atuambie yeye e, kutokana na foleni hii amepata changamoto gani na kukaa kwa foleni hii ungana nasi tunapoenda kuzungumza naye ili aweze kutuambia yeye anajisikiaje katika foleni hii ambayo imekaa takriban masaa sita e, mtazamaji, hii ni Chawamata TV. Na, tuambie sasa, kupitia Chawamata TV, kwa uzoefu wako, hii foleni imekaa kwa muda gani? Mimi bana natoka saa nne kwanza kwanza kwa madereva, eh, kwa majina yako, lakini pia ujitambulishe, unafanya safari za kuelekea wapi, na utuambie safari foleni hii imekaa kwa muda gani mpaka sasa. Mimi bana kwa majina naitwa Saleh Ali Shap Muhamed tokea Mbeya. Na safari naelekea wapi? safari nimetokea Mbeya na kuja Dar es Salaam. Vipi sasa umekaa kwenye foleni hii kwa muda gani tangu ulivyoingia kwenye foleni hii? yaani toka Ubungo pale nilikuwa saa nne hmm, kama na nusu hivi lakini saa hizi saa nane kasoro hata hmm, Tabata sijafika. Foleni imeanzia kutoka wapi huku mpaka huku? Hii tu foleni imeanza kutoka Kimara. Kutoka Kimara ni foleni ndefu mpaka huko. Eh. Bado hujaiona hata Buguruni. Yaani siaiona. Ndio kwanza kabisa uko mwananchi. Ah, yaani changamoto mzee. Vipi ulikuwa unaelekea wapi na... Mimi naelekea Kipawa kushusha hizo cha Pepsi nimepakia paleti hizo. Wito wako sasa ni upi e, kwa, kwa maafisa usalama barabarani kuhusu foleni? Ah, inachotakiwa barabara hazitoshi. Barabara hazitoshi. Yeah. Kwa hiyo kama serikali inaweza kutusaidia kufanya utanuzi wa barabara au kuongeza barabara. Unaona, kwa mfano kutokea Kibaa kuja mpaka Kimara pale hamna foleni kwa sababu barabara imeshatanuliwa. Nadhani kuna kitu kimezuia hapa mbele eh, kwa kusababisha foleni kwa kweli. Mbele huko sijajua kwa sababu sijafika bado, lakini inawezekana labda kunaweza kuwa kuna kitu. Nikutakia safari njema, ngoja tuendelee kufuata kupata maoni kwa kutoka kwa madereva wenzako. Shukrani sana sali, sali. Na mkuu, pole na safari ana e, foleni kubwa hii e, barabara bila shaka foleni e, tunatamani kujua kutoka kulipotoka mpaka hapa foleni ipoje? A, foleni ni kama hivi hivi unavyoona inasogea kidogo inasogea kidogo. hatujajua shida ni nini hatujajua yeah, shida ni nini. safari inaelekea wapi sasa hivi na vipi, uko ulikotoka safari ipoje? barabarani kukoje? tunashukuru lakini bado changamoto ni kubwa sana, barabara ya kuanzia Morogoro kuitafuta Dar es Salaam, gari ni nyingi magari yamekuwa mengi sana, kwa hiyo njia bado imekuwa haitoshi. Sasa ongea na madereva kupitia CHAWAMATA TV, unawaambia nini uh, kusababisha foleni hii? Ni kuwa makini kuendesha gari kwa uangalifu, kuondoa vikwazo delay, delay ambazo wakati mwingine sio za maana sana, kuepusha ajali, kwa sababu barabara ishakuwa ndogo, gari ni nyingi. Kwa hiyo ni kuwa makini, kuwa makini sana, ili kuondoa usumbufu sumbufu ambao unaweza ukasababisha bila, bila sababu yoyote. Wito wako sasa kwa e, usala, watu wa usalama barabarani wanawaambia nini kuhusu e, foleni hii, wafanye kitu gani sasa? Kwanza jeshi la usalama barabarani liongezwe, waongezeke zile sehemu ambazo zina usumbufu, wawepo askari muda wote ili kujaribu kusukuma, ku, ku, kusukuma, sababu washazidiwa, washazidiwa, askari ni wachache, magari ni mengi ni kushukuru sana na kila la heri kwenye safari yako. Ha, nashukuru pia kupata maoni kutoka kwa madereva wenzako. Ha, ya, asante sana, sana sana Eva eh, umemsikia ameweza kutoa yake mawili matatu. Sisi kazi kubwa ni kuzungumza na hawa madereva kuweza kupata kero zao wanazozipata. Kumbuka hii ni Chawamata TV na tunahusika zaidi na eh, madereva malori Tanzania, na sisi kazi kubwa ni kuzungumza nao, na ninazungumza moja kwa moja ni barabara ya kutoka eh, Ubungo E, kuelekea Buguruni imekuwa na foleni kubwa. Mtazamaji, kama unavyoweza kutazama e, e, kwenye kamera yako foleni ni kubwa na mambo hayaendi, gari hazisogei e, kidogo, mambo yanakuwa ni makubwa. e, tunaendelea kuzungumza na madereva kuweza kupata hisia zao e, katika kipindi hiki ambacho wako kwenye foleni, watuambie wao changamoto zipi ambazo wanaziona e, pale ambapo wapo kwenye foleni hii. Kumbuka hii ni foleni ambayo ipo kutoka Ubungo kuelekea Buguruni. Mtazamaji, sisi Chawamata TV tupo hapa e, lengo moja ni kukujulisha e, kwamba ni kitu gani kinachoendelea kutoka hapa. Mtazamaji, kumbuka hii ni barabara inayotoka Ubungo kuelekea Buguruni, na katika barabara hii kumetokea kuwa na foleni kubwa ambayo imesababisha msongamano wa magari mengi sana katika barabara hii mtazamaji, kama unavyoweza ona sisi e, kazi yetu kubwa ni kukuhabarisha wewe mtazamaji ambao unatufuatilia kupitia e, sehemu mbalimbali hapa Tanzania, na naweza nikazungumza pia na dereva mwenye gari ya T127 DPH atuambie yeye foleni hii imemwathiri kwa kiasi gani na ushauri wake ni upi kwa mamlaka husika wa usalama barabarani tuende tusikie kutoka kwake atuambie yeye foleni ameichukulia vipi. Ndugu, habari ya mchana na pole na changamoto ya, ya foleni barabarani e. Bwana, namshukuru Mungu niko salama kabisa. Changamoto ya foleni nadhani ndo kama hivi unavyoiona. Kiukweli foleni imekuwa ni shida moja kubwa sana katika mji wetu kama jinsi ambavyo unaona ambayo inapelekea kama hivi tumetoka safari ndefu, tunakaa muda mrefu barabarani, tunachoka unaona sasa kidogo kwetu inakuwa ni changamoto sana unadhani kwa uzoefu wako wa kazi hii foleni hii inaweza kuwa imesababishwa na kitu gani huku mbele mimi kwa haraka haraka naweza kusema nafikiri miundombinu Miundombinu miundo mbinu inaonekana kwamba imeshazidiwa na wingi wa magari kwa hiyo barabara zetu ziko finyu alafu magari ni mengi kwa hiyo inapelekea hasa kusababisha kusa, hali kusa, kusa, kusa, kusa, kama hii ya foleni vipi safari ya safari kutoka wapi na kuelekea wapi hapa natokea DRC Kongo Bumbashi. Yeah. Bumbashi. Bumbashi. Kwa... changamoto uliipata huko naelekea nole... huko ni wapi huko? Changamoto nilikotoka kuna changamoto, unaweza kusema hivyo, lakini kwa, hapa, nilipo. Hapa, ni amani. Kwa hapa nilipo hapa ni amani. Hapa ni amani kwa sababu ushaingia nyumbani. Wito wako sasa ni upi kwa madereva wenzako ambao wapo barabarani, haswa hususani katika barabara ya Mandela Road kutoka Ubungo kuelekea Buguruni? Mimi nachoweza kuwashauri kitu kimoja ni kwamba cha kufanya hapa, tunatakiwa kuwa na uvumilivu, tuwe na subira, kwa sababu tutakapokuwa na uvumilivu, na uvumilivu, nani, hii hali ya kuvumilia itakuja kupelekea, tunaweza tukatoka kwa wakati katika eneo hili, na kila mmoja akafika pale anapotarajia, tofauti na kuanza kupita sehemu ambazo sio rasmi, kidogo zikaja kusababisha kuleta kazia nyingine tofauti kidogo. Bwana nikushukuru sana na kila laheri kwenye safari yako. Nashukuru sana kaka fike salama. Asante. Asante. Mtazamaji huyo, ni, ni dereva ambaye anafanya kazi yake safari zake kutoka Kongo e. Tumetoka kuzungumza naye hapa, ametuambia yeye e, safari yake kutoka Kongo imekuwa ni safari ya aina gani, na mpaka sasa anakuambia yupo tayari, ameshaingia Tanzania na hali ni shwari, na anachokiomba tu mamlaka husika kwa maana ya e, usalama barabarani waweze kurahisisha ili kuweza kuwaondoa au kuondoa adha hii ambayo ipo katika barabara hii. Mtazamaji, kumbuka hii ni barabara kutoka e, Ubungo kuelekea Buguruni na, ni Mandela Road ambayo imekuwa na foleni, msongamano ni mkubwa, foleni imekaa tangu asubuhi mtazamaji, na sasa hivi ni saa saba na dakika 45 mtazamaji, tunavyozungumza na tupo hapa, tusikie maoni mawili matatu kutoka kwa e, mheshimiwa hapa yeye changamoto amechukulia ame... Vipi ndugu, habari ya mchana, pole na changamoto. Aisee, hatari! Vipi, foleni hii unadhani kwa kwa, kwa uelewa wako na kwa e, e, kazi yako itakuwa imesababishwa na, na kitu gani hapa mbele? Yani hapa kwenyewe natoka kiwandani, nimetoka saa 3 na nusu asubuhi asubuhi saa tatu na nusu asubuhi naelekea mitaa ya poti. uh -huh. Niko hapa tangu asubuhi mpaka sasa hivi ni saa nane upo hapa huko si, kwenye nimeshopigiwa simu zaidi ya mara nne. Unadhani changamoto inaweza kuwa ni nini ambacho kimesababisha huku mbele kuna foleni kubwa kiasi hiki? Sasa hapa sijajua huku mbele kuna nini hey. Lakini nafikiri askari wenyewe tu hawajajipanga. Wito wako sasa ni upi kwa madereva wanaotufuatia kupitia Chawamata TV ni upi? Hapana, wa, wa, wa, watulie tu katika foleni. hmm. e. Wasiwe na haraka. Wasiwe na haraka kwa sababu huko mbele atupi kuna nini? Kushukuru sana. sana. Asante, tuendelee kupata maoni mawili matatu kwa madriver wenzako asante. asante. Mtazamaji huyu pia ni driver e, umetoka kumsikia ametuambia yeye anatoka kiwandani na anaelekea Gongo la Mboto e, kiwanjani. Mheshimiwa, habari ya mchana. Salama. Nionge sana mzee. Nice, so poa. Hivi namba yako ya gari ni namba gani? <laughs> Mbona ee, hata sijiwezi sijiangalia, nilivyomko hata asubuhi sijiangalia kabisa. uh, ujiangalia kabisa bwana. Yes, wanakuita nani? Na hapo unaelekea wapi? Na unatoka wapi? yeah. Nato, naitwa Hosea uh, na natokea hapo Kimala. Ni na, driver kabisa sio yes. Bwana, kwa uzoefu wako wa kazi hiyo, nadhani foleni inaweza kuwa imesababishwa na kitu gani hapa? Nadhani atakuwa ni haya maroli. mm. Maroli ndio yamesababisha. Yeah, ndio yamesababisha yeah, ndio changamoto kubwa. Nadhani ndio iko hivyo yeah, yeah. Bwana, wito wako sasa ni upi eh, kwa, kwa maafisa usalama barabarani wafanye nini waweze kukusaidia uweze kutoka maeneo haya? Maana najua umekaa me, muda mrefu sana maeneo haya. Kwa kwa matoka saa sita. Naam. Niko hapa toka saa sita. Sasa, mm, nafikiri mm, kwa sababu nadhani hapo nyuma yani miaka iliyopita huko, huko, haya malori yalikuwa afiki huko. Kwa nafikiri ndio changamoto. Nafikiri angerudi vile vile ilivyokuwa toka zamani. Yeye ana sehemu yao maalum. Yeye ana sehemu yao lakini asifike ya huko mjini ndo changamoto kubwa. Bwana, nikushukuru sana. Basi poa. Majina yako kamili? Osea, Osea. Yes bwana, jitahidi ujue namba ya gari yako. Haya, poa, asante sana. <laughs> Mtazamaji, hii ni Chawamata TV. E, kama ilivyo kawaida yetu e, tunazungumza na madereva e, wanaoendesha malori makubwa Tanzania, na hiki ni chombo kinachofanya kazi e, sambamba kabisa na watu hao muhimu katika taifa letu hili la Tanzania, taifa letu tukufu la Tanzania. Nazungumza nikiwa na amani kabisa, nikiwa mwingi wa e, furaha na bashasha e, Mm, mm, usoni mwangu lakini pia e, kiafya na kimwili tunaenda kupata maoni e, mtazamaji, kutoka kwa madereva hawa ambao wamekaa barabarani takriban masaa tuseme ni sita tangu asubuhi. Barabara kutoka Ubungo Mandela Road kuelekea e, Buguruni imekuwa ni changamoto kubwa e, kwa e, madereva hawa. Watuambie wao e, foleni hii imeathiri kwa kiasi gani katika kazi yao. Naitwa Dickson Bisare na hapa tunazungumza na Eh, dereva mheshimiwa, habari ya mchana na shikamo. Marahaba. <coughs> mi naitwa kwa jina Jumapili Mvue kule. Tuambie sasa kwa, eh, eh, kwa uzoefu wako wa kazi hii ya udereva, changamoto hii ya foleni na uenda ikawa imesababishwa na kitu gani hasa? eh, kwa uzoefu wangu wa udereva, mara nyingi foleni eh, yani kuwa kubwa ina, labda sijui kama kupanazo kwa ajali mbele, hicho ni cha kwanza cha pili naweza nikazungumzia, sioni maana ya foleni kwama kama vile kitu cha masaa mawili masaa matatu, barabarani ni muda mkubwa sana sana. Kama hapa tuna masaa matatu, yani kuanzia Ubungo, unaona sijafika hata hapa Tabata kwenye mataa hapa, na masaa matatu hapa, nadhani Masa. kwa foleni hii kubwa athari inaweza kuwa ni athari gani? Inaweza kusababisha athari gani kwa hususani kwenu? Eh, kwa sisi madereva kwanza muda wetu unakwenda kupakia mizigo, unakuta mtu ana kibali cha kwenda kupakia, muda wa saa mapema umemwambia awaishe gari kwenda kupakia bandari, unakuta sasa ule muda umekwisha. Hiyo kwa ni athari ya, athari ya kwanza. Na athari ya pili tunachoka, unajua umeshafanya safari ndefu kwenye foleni kama hivi, unazidi kuchoka, na ungefika mapema kwanza ukapumzika, alafu baadaye ukashughulika na kazi. Wito wako sasa ni upi e, kwa maafisa wa usalama barabarani wafanya nini waweze kukuruhusu uweze kutoka e, kwenye foleni hii? Wito wangu kitu naweza nikazungumza tu kwa maafisa kwa wa barabarani, unaona kazi kubwa iko na wenyewe na wenyewe ndio wanatizama usalama wetu barabarani wa magari. Tukio kama hili ni wenyewe kuangalia chenye kinasababisha ni kitu gani, ili kazi ziendeleza watu. Kwa hiyo kama hivyo watu wanachelewa kazi zinakufa, inakuwa ni hivyo sasa, ni wenyewe kuangalia chenye wanaweza wakaongeza wakaboresha zaidi watu wasi, wasizidi kuikaa muda mrefu barabarani. Nikushukuru sana naii, nikutakia kazi njema na Mungu akutangulie na safari yako, asante sana mwandishi wa habari. Asante sana nam, mtazamaji, huyu ni dereva mwenye gari ya mizigo yenye usajili wa T 135 e, d, e, j, d ambaye tumetoka kuzungumza naye, ametuambia e, foleni hii yeye anaichukulia vipi, imemwathiri kwa kiasi gani. Kumbuka naitwa Dickson Bisari mtazamaji, na nyuma ya kamera yupo mtu wa nguvu kabisa huyu e, sio mwingine anaitwa George, ambaye tunahakikisha wewe mtazamaji unayetufuatia kutoka nyumbani kutoka mkoa wowote Tanzania. E, kumbuka leo ni tarehe tisa ya mwezi wa sita mwaka 2025. Tunazungumza tukiwa Tabata mwananchi hapa e, kuweza kuzungumza na madereva watuambie foleni hii imeathiri kwa kiasi gani na wao wana ushauri gani au wana wito gani kwa maafisa usalama barabarani ili kuweza kuwanusuru eh, eh, katika foleni hii mtazamaji, tunaendelea kuzungumza na madereva moja baada ya mwingine, na sasa mtazamaji, nipo kwenye gari ya T 169 mtazamaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni Chawamata TV, naitwa Dickson Bisare. Na hii ni Chawamata TV tunazungumza leo ikiwa ni tarehe tisa ya mwezi wa sita mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano. Mtazamaji, tupo hapa katika barabara ya Mandela Road inayounganisha Ubungo na Buguruni, na foleni imekuwa katika barabara hii tangu asubuhi hadi sasa. Tunaenda kuzungumza na madereva waweze kutuambia wao changamoto hii ya foleni imewathi kwa kiasi gani, nini wanadhani chanzo kinaweza kikawa cha wao kuweza kukinga au kuweza kunata katika barabara hii ya Mandela Road mtazamaji Kumbuka eh, TV ya Chawamata, sisi lengo kubwa ni kuzungumza na madereva watuambie wao, eh, changamoto ya foleni hii inaenda kuathiri kwa kiasi gani, na wito wao ni upi kwa serikali, ili kuweza kuwanusuru kuweza kutoka maeneo haya. Mtazamaji ndugu yangu, habari ya mchana.

So I have no comment on that. Can you even tell them that I have to be patient while the government is going to work on this? No no no no. I can't tell them to be patient. Tell so, like myself, I'm a Zambian. I'm coming from Zambia. I've come here in Dar es Salaam to load diesel. Once I load, I'm going to DRC. That's where I'm taking my consignment. You are from Zambia to Congo, right? Yeah, from Zambia to here then from here to Congo direct. Hopefully everything were good on the way from Zambia to here. Currently you're in Dar es Salaam now. Yeah, the trip was okay, apart from this congestion congestion here in Dar es Salaam. Everything was fine? Fine. That this congestion is the one which is making my journey hectic. Let me, let me, me end by saying that all the best. All right, my guy. Asante mtazamaji. Eh, huyu ni driver ambaye tumeweza kuzungumza naye pia e, anafanya anafanya eh, safari zake kutoka Kongo eh, kutoka Zambia kunradhi, kutoka Zambia kuelekea Kongo mtazamaji. Na tumeweza kuzungumza naye ametuambia ni changamoto zipi yeye anapatana nazo barabarani. Kidogo tumeweza kuzungumza naye kwa lugha ya kizungu e, kama utakuwa hujamuelewa alichokizungumza mtazamaji, amesema yeye tangu ametoka Zambia e, ajapata changamoto yote kubwa zaidi ya hii ambayo amekuja kukutana nayo hapa e, Dar es Salaam barabara ya Mandela e, barabara inaunganisha Ubungo na Buguruni mtazamaji, kiasi gani na wito wao e, kama madereva ni upi kwa watu wa usalama barabarani lakini pia owe, owe, owe, kwa Watanzania eh, wanawambia nini eh, katika foleni hii mtazamaji. Tunazungumza na madereva pia tuweze kupata hisia zao, wanatuambiaje wanazungumziaje kuwacha hawa wa magari makubwa. Tunazungumza pia na wa magari madogo waweze kutuambia foleni hii imewathiri kwa kiasi gani. Poleni kwa safari, pole kwa foleni kwanza, mama Shikamo. Hii ni CHAWAMATA TV. Tunazungumza kupata maoni yenu ya madereva mnaotumia barabara ya Mandela. Ni changamoto gani unadhani itakuwa huku mbele? Hatujui kwa sababu huwezi jua ni nini iko mbele, tupo tu hapa masaa karibu ma... sahi matatu kutoka Ubungo mpaka Buguruni. Una unadhani sasa wito wako ni upi kwa us maafisa usalama barabarani wafanye nini ili waweze kuwanusuru eh, kwa foleni hii? ah, na usalama barabarani hapo askari wanatuongoza, manake watoto wanachoka yani, tuko tu, atuelewe. Mimi nimekaa atu, atu, atu, hapa kwenye foleni kwa muda gani? Masaa matatu kutoka Ubungo mpaka hapa savi, masaa matatu. Na ni sehemu ambayo mngeweza kutoka kwa dakika ngapi, kwa uzoefu wako? Sina uzoefu sana wa barabara hii okay. muda mm, mrefu, lakini nikushukuru sana nikutakie, eh, eh, wakati mwema Asante, uh, sana, sana. Na mtazamaji huyu ni dereva ambaye ana e, familia yake anakuambia amekaa katika barabara hii takriban masaa sita e, tangu asubuhi mtazamaji, mpaka sasa hivi ni saa ni saa nane na dakika kumi na tatu amekaa katika foleni e, takriban ni masaa e, ni masaa, takriban sita sasa e, tunaendelea kupata maoni ya madereva watuambie wao e, foleni hii inawathiri kwa kiasi gani mtazamaji. Ndugu yangu habari ya mchana mzee. Bwana safi kabisa. Bwana fresh sana. Hii safari ni ya wapi na inatokea wapi? Bwana natokea hadi naenda kupakia ICD. Na kupakia wapi huko? Naenda kupakia maeneo ya Vingunguti. Vingunguti cha Tabata hiyo. Eh, Tabata. Bwana, foleni unadhani kwa uzoefu wako wa dereva inaweza kuwa imesababishwa na kitu gani hapa mbele? Ah, wakati natoka kuelekea ofisini nilikuwa naona maji yamejaa sana maeneo ya eneo atazala kuna maji sana, ndo foleni ilikuwa inaanzia pale. Sasa sijajua saa hizi changamoto ni kitu gani. Umekaa kwenye foleni hii kwa muda gani sasa, tangu umenasa au ume, umekamatika katika eneo hii bwana? Kwa sasa ndo takribani masaa matatu niko hapa, bado sijapakia bado sijapakia. Unaona dada, ukichelewa kule unapokupokelea itakuwaje kule? Changamoto lazima ziwepo, kwa sababu kibali kita expire muda. Kwa hiyo kutakuwa na changamoto pale. Ushatoa kwa, usha kwa mabosi wako Ah, taarifa ipo kwa sasa hivi, taarifa ipo. Uh, tuizungumze kidogo, naendesha tunazungumza, kuruhusu foleni iweze kuendelea. Wito wako sasa, wito wako kama dereva, wito wako kama dereva ni upi kwa madereva wengine ambao wanakufuatilia kupitia Chawamata TV? E, bwana, sisi tunashukuru kwanza kwa kuja kututembelea na kujua changamoto zetu za hapa na pale, sema kutokana na mambo tu ya barabarani pia tunasema tunashukuru, kwa hiyo tunashukuru sana Bana, ni kushukuru sana na kila laheri. Asante sana mtazamaji, huyo ni, ni dereva ambaye tumeweza kuzungumza naye hapa, ametuambia changamoto hii ya foleni imewaathiri kwa kiasi gani, na sisi kama Chawamata TV lengo kubwa ni kuweza kuzungumza nao madereva. Kumbuka hiki ni chombo ambacho kinawatembelea sana madereva kuweza kupata changamoto zao wanazopatana nazo barabarani. Kuna madereva wanaotoka ndani ya Tanzania, lakini pia kuelekea nje ya mipaka ya Tanzania, wanaweza kutuambia wao changamoto hizi ya foleni inaenda kuathiri kwa, kwa kiasi gani katika utendaji kazi wao. Mtazamaji kumbuka leo ni tarehe tisa ya mwezi wa sita mwaka ni wa 2025 na tunazungumza moja kwa moja tukiwa maeneo haya ya Tabata Mwananchi, na hii ni Chawamata TV. Nikukumbushe tu mtazamaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, naitwa Dickson Bisare na ingia pale YouTube ufuate kwa jina la Chawamata TV, Instagram kwa jina la Chawamata TV, lakini pia pale Twitter zamani kwa sasa ni X Chawamata TV pa, e, tunazungumza na madereva watuambie kupitia Chawamata TV foleni hii wanadhani imesababishwa na kitu gani na athari ni zipi e, katika kazi zao ambazo wanazifanya. Kumbuka mtazamaji, ni madereva ambao wanafanya kazi zao kutoka nchi mbalimbali. Tunaenda kuzungumza na dereva huyu, atuambie yeye kwa uzoefu wake wa kazi foleni hii imesababisha nini na nadhani chanzo ni nini cha ambacho kimesababisha ku, kutokana kwa foleni hii. Pole na kazi. Namshukuru Mungu. Asante. Nadhani kwa kwa, kwa uzoefu wako foleni hii inaweza kuwa imesababishwa na kitu gani hasa? Ah, hii ni changamoto ya serikali inashindwa ku, ku... tunaomba tuzungumze tukiangalia kamera ile pale ku, ili iweze kuonekana vizuri sawa. Nasema hii serikali inashindwa kuweka ufumbuzi wa hili tatizo, kwa sababu kipindi cha nyuma hii hali ilitoweka, lakini tunashangaa ghafla imerudi. Kwa nini kama hivi kama unavyoona, watu tunatoka nchi za mbali tumechoka, inatakiwa tufike mapema kwa wakati eh? Hii inakuwa ni tatizo. Na namna hii tunapokimbilia, eti tunasema tunatafuta maendeleo. Hatuwezi kupata maendeleo kwa kuja kuwekwa barabarani, tunakuwa hatuna tofauti na mzululaji. Leo najihesabu kwa kazini, lakini unakuja kushinda kutwa nzima barabarani, toka saa mbili tuko ndani ya barabara hapa tumewekwa tu unafanya safari za kutoka wapi kwenda wapi mkuu? Hapa natokea Zambia, sehemu inaitwa Solwezi, kutoka Zambia kuja Dar es Salaam Tanzania. Naam. changamoto yote uliyopatana nayo tofauti na hii ya foleni kukiwa njiani mpaka sasa hivi ni ipi changamoto? Mimi naangalia naangalia tofauti na nchi za wenzetu, kwa sababu kweli sisi tunaenda nchi mbalimbali, lakini vitu kama hivi hakuna vitu kama hivi labda tukutana navyo unapokwenda Kongo, kuna sehemu na wenyewe wanaweka jamu za bila sababu za msingi, ambapo tatizo lingemalizwa kwenye kituo kimoja, lakini wanaweka vituo vingi vya bila sababu. Sisi Tanzania hatuna mambo ya vituo vituo, lakini sasa hii tukija kukutana na hali kama hii inatushangaza sana to wako sasa ni upi kwa vyombo vya usalama barabarani lakini pia madereva wenzako ambao wamenasa katika barabara ya Mandela Road ambao unaunganisha ubungo na ubuguruni Dar es Salaam. Unawaambia, unawambia nini? Mimi changamoto unayosema kwa vyombo vya usalama barabarani, watu wa usalama barabarani hawana sababu ya kuweka ile kamera yao pale ya kunasa nanii, watu wanaodaiwa faini, ili tatizo kama tunatoka mbali, liko kibaha pale, mambo yote yanaishia pale kibaha, lakini kwa njia kama hii hapa ni kuleta msongamano bila sababu shukuru sana, asante, asante. Asante. Naam, mtazamaji huyu ni, ni dereva ambaye tumetoka kuzungumza naye, ametuambia e, changamoto zipi yeye kama yeye anaona zinasababisha e, kuwepo kwa foleni, kuwepo kwa msongamano mkubwa wa magari hususan katika jiji letu la Dar es Salaam. Anasema yeye anafanya safari kutoka Kongo e, kuniradhi, kutoka Zambia kuja Tanzania na alivyokuwa Zambia, yeye anasema kwamba hakuna changamoto kama hizi ambazo wanazipata katika barabara yetu hii ya Dar es Salaam. Kumbuka hii ni barabara ya Mandera Road inayounganisha Ubungo na Dar es Salaam hususan Buguruni, na wamenasa katika barabara ya Mandera Road ambayo imesababisha imewagharimu takriban masaa sita. E, anasema kwamba ni bora zaidi e, us, ma, mamlaka ya usalama barabarani kuweza kuangalia mwarobaini mwingine ambao unaweza ukawa ni e, kombozi kwao kuweza kuwanusuru. Wametoka safarini, wamechoka, wanatamani wafike nyumbani mapema, ila sasa kwa sababu ya foleni inawasababisha wanakaa kwenye barabara. E, takribani masaa sita ambayo inakuwa ni kero ni changamoto kwao. e, wanafika wamechoka, unakuta wanasema wanaenda safarini kazini e, mwisho wa siku, siku inaisha wakiwa barabarani. Mtazamaji, kumbuka hii ni Chawamata TV, sisi tunazungumza na madereva kuweza kupata changamoto au kero zao hususani wanapokuwa barabarani na wito wao ni upi wa maafisa usalama barabarani wanashauri kitu gani, ili waweze wafanyiwe ambacho kitawasaidia wao wanapokuwa wanafanya kazi yao ya wadoreva, kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine, wao wanafanya katika mazingira ambayo ni safi n ya kuvutia. Mtazamaji, kufikia hapa sisi tuseme ni asante na hatuna kingine cha zaidi kutoka hapa. Mtazamaji, asante na kwahe.